Kama, kila kitu kinakwenda kwa haki, sio kwa matakwa yangu mimi. Sheria ndiyo itakayomsaidia mama. Kiukweli mimi sina njia yoyote ya kumsaidia yule. Kijana akasema, Hakimu tusaidie, yule kaka yangu ndo anayenisomesha mimi, sasa akifungwa si... kama unavyoona mimi nitasomaji tena eh? na mama ndo huyu unavyomwona amezeeka hajiwezi, hebu tusaidie Hakimu. Arafa akamshika yule kijana bejani, huku akimwambia mimi ni hakimu tu, hayo yote mnatakiwa mkamweleze mwanasheria wa ndugu yenu, yeye ndo atakuwa msaada wenu sawa. Mumfate mwanasheria anasimamia hii kesi ya ndugu yenu, atawasaidia kisha Arafa akaondoka kuingia ndani ya jengo la mahakama, huku yule mama mtu mzima akaongozana na kijana wake wakaondoka. Arafa alipoingia ndani ya chumba chake cha ofisi, aliketi kwenye kiti na kujishika kwenye paji la uso, akaanza kuwaza, Samson my love Siwezi kukubali kumpoteza kwenye maisha yangu. Hatuwezi kuachana mimi na yeye, hali ya kuwa bado tunapendana. Mi nampenda sana na nina uhakika hata yeye ananipenda zaidi ah. Mara mlango ukafunguliwa akaingia Grana huku akisema, helo diam Arafa akamjibu. Hello, mambo. Gana akasema, poa kabisa, sijui wewe. Arafa akamjibu, niko poa, as you see me, vipi, alafu unaendeleaje? Alafu mbona uko na mahakamani? Gana akamjibu, yes. Nakwenda mahakamani, nina kesi naenda kusikiliza huko ya yule kijana au yule mtoto aliyeibiwa, nakuambia jana naenda kusikiliza hiyo kesi, na nikitoka hapo tena kuna kesi zingine inafata. Kwa hiyo naenda kusikiliza kesi mbili kwa mfululizo. Arafa akasema. Kazi hmm. unayo, naona utatoka huko uko hoi leo. Mimi nataka kufanya kazi zangu hapa kidogo na kuna kesi nyingine tutaingia mchana kuja kusikiliza, nadhani baada wema ya kutoka wewe mahakamani. Grana akasema ila, sasa rafiki yangu, mm -hmm. Kesho ninakualika nyumbani uje tu ujumuike pamoja, kuna shughuli ya kupokea mahari. Alafu akatabasamu na kusema wow. mm -hmm. Harusi nanukia jamani, Grana akasema tena, bwana harusi anahitaji ndoa ifanyike haraka, kwa hiyo hivi karibuni nitakuwa misezi saidi rasmi. Kisha wote walicheka, na ndipo Arafa akasema usijali, rafiki yangu, tena nitakuja mapema ili tuingie wote jikoni nikusaidie kuandaa vyakula Grana akasema karibu sana mpenzi. Um, sasa maidia, ngoja mi nikuache niwahi mahakamani, naona muda unakaribia. Baada ya hapo Grana akaondoka, huku Arafa akabaki akishusha pumzi, alafu akasimama na kukunja mikono chini ya kifua chake, akawa anatembea mule ofisini huku akiwaza Gana anaolewa hivi, mimi ninashindwa nini kuolewa eh? Lakini tatizo ni kwamba nitaolewa na nani kati ya Samson na Michael? Niolewe na mwanaume nayempenda kwa dhati au niolewe na mwanaume mwenye maisha mazuri mm. sasa kuamua kuolewa na yupi ni ngumu sana ngoja kwanza nimalize tofauti zangu na Samson ndipo nitajua ni nani nitakayeolewa naye. Ila Samson ana nafasi kubwa sana ndani ya moyo wangu kuliko mwanaume mwingine yoyote, hata huyo Mike aoni ndani. Mara mlango ukafunguliwa akaingia sekretari akaweka faili mezani huku akisema, nimekuletea faili lingine ile. Li? Vipi lile faili la mwanzo tunakuletea asubuhi umeshalimaliza? Akaketi kwenye kiti chake huku akisema oh, bado hata sijaanza. Um, ngoja nilishughulikie nadhani nitashughulikia yote kwa pamoja ili utakapokuja kuyafata au nitakapokuletea basi nialete kwa pamoja sekretari akamjibu, sawa Kim. Alafu akaondoka na kumwacha Arafa akiendelea na kazi zake. Ilipofika mchana wakati Asha yupo barabarani anatembea kutoka sokoni, alipita sehemu anayofanya kazi mpenzi wake, na ndipo ghafla alishtuka baada ya kumwona Krisi akiwa amesimama na msichana wanaongea, na katika maongezi yao yule msichana alikuwa anamgusa Krisi mkononi pamoja na begani. Hapo ndipo Asha alipovuka upande wa pili wa barabara akasogea pale na kuweka kapu chini. Moja kwa moja alimsukuma Chris pembeni kisha akamkunja blouse yule msichana akamchapa makofi, huku akimwambia kwa ukali, kwa nini unamgusa mwanaume wangu wewe? ni wako huyu? Innocent, Samson na Haji wote walishtuka na kuwacha kazi zao, wakawa wanatazama uwanjani mara Krisi akamkamata Asha na kumvuta pembeni, huku akimwambia kwa hasira, hivyo na akili kweli? Huyu ni mteja wangu, unafanya nini sasa? Asha akamjibu kwa sauti ya juu, mteja wako na ndio mteja wako anakushikashika hapa mbele za watu hadharani kama hivi? Alafu Asha akataka kumshika tena yule msichana ili ampige. Lakini Krisi akawa anamzuia huku akimwambia, Asha wewe we, Asha we, Asha hebu acha kichaa chako wewe ah. Asha akamjibu, Asha ndo jina langu, na ukipenda malizia Chakubimbi, ndio maarufu wangu wewe we, we msichana wewe, kama unazoea kuiba wanaume za watu, ni uko huku sio huyo wa kwangu mimi, ukome tena, nitakuharibia sasa hivi. Haji na Inosenti wakasogea pale wakamshika Asha na kuanza kumtuliza, huku Krisi akamgeukia mteja wake na kuanza kumwambia, dada, naomba uniwie radhi, naomba unisamehe sana mimi. Yule msichana akasema kwa hasira, huu ni ujinga, unakuwaje na msichana mswahili namna hii? Mi siwezi tena, ama hata kazi ndiotaka kukupa, nimeghairi. Nitaenda kutafuta kombeleza watu sehemu nyingine, mambo gani? Aya, krisi akasema kwa upole sana, hapana dada, usifanye hivyo tafadhali. Yule msichana akamjibu siwezi tena mimi, huu ujinga, hapana, kwa kweli, kwa heri. Yule msichana akaondoka, huku Krisakabaki akimwita kwa unyonge sana, dada dada dada, usiondoke basi, dada usifanye hivyo, njoo tufanye kazi, dada we dada, nah. Alafu akajishika kiunoni huku akisema kwa masikitiko, ela hiyo inaondoka nah. Tushakosa hela ile. Huku Asha kawa anasema aende tu, malaya mkubwa huyo, anajifanya nataka kukuletea kazi, kumbe anafanya umalaya tu hapa, hana lolote, kenge mkubwa huyo. We nawe tena rudi hapa tena, nataka utonge, tuelewane. Akamaliza kwa kufyonya, huku Krisa akageuka nyuma akiwa amekunja sura kwa hasira. Akamtazama Asha kwa macho makali na kuhema juu juu. Muda huo Asha kawa anawaambia Innocent na aje na hebu, na nyie ni niacheni huko, niacheni wanafiki wakubwa nyie, mnajifanya kunishikashika hapa, wakati mtu wenu huyu rafiki yenu, wakati yuko hapa anatongoza anatongozana na yule mwanamke wake, mlikuwa mnamtazama tu anafanya malaya mbele yenu na mnamwangalia kumshika wala nini? Alafu mi ndio mnaifaa kunishika, watazame vile nyuso zao. Ino senti akasema, sio hivyo shemeji, yule ni mteja wetu bwana. Asha ah, akajibu, mteja ndo anamshikashika vile mwilini anamshikashika vile mteja? Kwa hiyo na nyinyi wateja, akija ndo anawashikashika namna ile? Ule ni umalaya tu, kama sio umalaya, ule ni nini? Haji akaguna alafu akamwambia Innocent, oya mwanangu, hebu tuende zetu tukaendelea na kazi hapa. Innocent na Haji walirudi kwenye kibaraza kujumuika na Samson, wakaendelea na kazi zao pale uwanjani. Asha akamsogelea Krisi huku akimwambia, kwa kujamii, unadhani unanitishia kunitazama hivyo kwa hasira au unadhani na kuogopa? au ndo unataka kunipiga babu? Nipige basi. Kristi akasikitika kwa ishara ya kutikiza kichwa, alafu akasema, yaani Asha sijui ni kufanye nini wewe. Ujue ni mjinga sana eh? Unaona sasa umenifukuzia mteja na ila nimekosa yule ndo alikuwa mteja ananipa kazi ya pesa nyingi sana pale, lakini wewe umekuja umevuruga kila kitu. Asha akamjibu yule alikuwa anakutaka bwana, hakuna cha kazi wala nini, haiwezekani wana kushikashika vile. na biashara gani ile ya mtu kumshikashika vile? Chris akamjibu, ya yaani wewe najuta na tata sijui kwa nini nilikutongoza Yani mwanamke ni mswahili wewe, sijapata kuona, una tabia za ajabu ajabu, yani mungu wangu! ah, Asha ah, kamjibu bila wasiwasi, mi mtoto wa uswazi sawa, na maisha ya kishua siyawezi, mtaweze wapi mie, maisha yes no, yes no, na mimi wapi na wapi? Tuachane na hayo sasa, tuongee mambo ya msingi, mpenzi wangu, um, na jambo lenyewe la msingi ni kwamba um, naomba hela niende saluni, nataka nikaweke dawa kwenye nywele Hakimu.